Wasalimu wapenzi wa watazamaji waiti kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra mtangazaji wenu mwenye nawaletea taarifa za kikweli. Kitu ambacho ninawaomba ni ushirikiano wenu mwema, tuweze kuambatana kwenye hii safari pamoja, ikiwa imesalia masaa machache raia wa Tanzania kuandamana na kulikomboa taifa, kukataa kitu ambacho kinaitwa ukandamizaji, kukataa udikteta, kukataa kitu ambacho kinaitwa uongozi wa kiimla, na kukataa uongozi ambao kwa mamlakani ambao wanaita kwamba ni haramu. Raia wa Tanzania wameweza kutoa maazimio. Uh, maeneo ambayo wamekubaliana nayo wataweza kushiriki kwenye maandamano makali sana, na katika kanda hii nataka niweze kukusomea uh, sehemu ambazo wamekubaliana wataingia kwenye maandamano, alafu uweze kuona kama eneo lako liko jinsi ambavyo unaona hapo. Eneo la Dar es Salaam, Unaona wameweza kuandika kwamba Tanzania mpya Dar es Salaam wataelekea Ikulu. Unaona sehemu ya kukutania Mnazi Mmoja, fika mapema saa moja. Yaani, wameambizana kwamba wananchi ambao watajitokeza kuandamana upande wa Dar es Salaam watapatana, sehemu ya kukutania ni Mnazi Mmoja, fika mapema au unaweza kwenda moja kwa moja, ukifika, kaa kwa utulivu, hatuondoki hadi madai yetu yatimizwe. Piga video au kupiga picha za kutoa za kutosha na kushare, kusambaza alafu kutuma kila kona ya nchi. Hili ni bango la kuashiria kwamba maeneo ya Dar es Salaam watapatana sehemu ya Ikulu, sehemu ya Mnazi Mmoja. Inaonekana kwamba Dar es Salaam kuna Ikulu. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba ni Dodoma ndipo ikulu ipo, anyway. Kutoka hapo, bango la pili wakasema hivi: Tanzania mpya, watapatana upande wa Mwanza. Aha, alafu sehemu ya kupatania itakuwa Nyerere Square. Sehemu ya kukutania na kufurahi, ni furahisha. Eh, fika mapema saa moja au unaweza kwenda moja kwa moja, ukifika, kaa kwa utulivu, hatuondoki mpaka madai yetu yatimizwe. Umeona, wamesema kwamba upande wa Mwanza watakutania upande wa Nyerere Square. Mm -hmm. Sehemu ya kukutania vilevile itakuwa ni furahisha. Yaani wameambiana kwamba mapema asubuhi na mapema wafike na wakae kitako. Hakuna kuondoka mpaka madai ya wananchi wa Tanzania yatakaposikilizwa. Huu ndio moyo ambao ama huu ndio moyo ambao wa Tanzania jasiri wako nao. Huu ndio moyo ambao ama huu ndio moyo ambao wa Tanzania Gen Z ambao wanalitakia taifa la Tanzania mema. Wameamua bango la tatu, wamesema kwamba ni Arusha. Arusha wataenda upande wa AICC. Sehemu ya kukutania itakuwa nje ya uwanja wa Sheikh Abeid Aman Karume. Hapo ndipo watakutania hapo ndipo watakiti wamefek, wamesema kwamba fika mapema saa moja au unaweza kwenda moja kwa moja, ukifika kaa kwa utulivu, hatuondoki hadi madai yetu yatimizwe. Piga video, piga picha, sambaza hayo maudhui. Bango lingine ni Mbeya, wananchi wameambiana hivi wataelekea Mbeya sehemu ya Mwanjelwa stand, sehemu ya kukutania ni airport ya zamani. Fika mapema saa moja au unaweza kwenda moja kwa moja, ukifika kaa kwa utulivu, atuondoki hadi madai yetu yatimizwe. Nitakueleza madai gani hayo, mpenzi mtazamaji. Alafu sehemu nyingine ambayo umekubaliana ni Tanga, Ngamiani stand na wamesema kwamba sehemu ya kukutania ni nje ya Mkawani stadium. Fika mapema saa moja au unaweza kwenda moja kwa moja, ukifika, kaa kwa utulivu, hatuondoki hadi mata, madai yetu yatakaposikilizwa. Alafu wakasema nji nzima hasa wamemaliza haya ma, ma, ma, majiji makubwa makubwa, kwa sababu yale majiji ndiyo yatatambulika kutoka hapo. Wakaambiana sasa wananchi, nchi nzima ya Tanganyika ya Tanzania andamaneni. Kwa nini? Wanaeleza hivi: diwani haramu nambari moja, diwani haramu yaani, hawa madiwani ambao wako ofisini ni haramu. Kila kata, bebeni mabango ya kumtaka diwani ya jiuzuru kupisha uchaguzi huru na wa haki, na wa na, na watu wote kwa amani elekeeni nyumbani kwa diwani husika, kisha elekeeni kwa amani afisi ya mtendaji wa kata kuwasilisha ujumbe wa Samia must go, katiba mpya, kataa utekaji kataa mahakama kutumiwa vibaya, kuachiwa huru kwa wafungwa na mateka wa kisiasa. Unaona hili bango, watanzania wameweza kueleza hivi, yaani wananchi dunia nzima, nchi nzima ya Tanzania waandamane na malengo yao ni kukataa diwani haramu, yaani wameeleza kwamba madiwani kila kata wabebe mabango ya kumtaka diwani ajiuzulu kutoka madarakani kupisha uchaguzi wa haki na huru, alafu wa amani na watu wote washirikishwe na waelekee nyumbani kwa diwani husika kumlazimisha aweze kujiuzulu, kisha waelekee katika afisi zote za mtendaji wa kata na wawasilishe ujumbe wao ambao wanataka usikike. Ujumbe wa kwanza, wanataka Samia aondoke madarakani. Samia nani aondoke madarakani? Ujumbe wa pili, mahakama za Tanzania ziache kutumika na hii serikali vibaya, kwa sababu watu wengi ambao wanafunguliwa mashtaka Tanzania, unashangaa kila mmoja anafunguliwa mashtaka ya uhaini. Mpaka watu wanajiuliza, kwani hakuna majaji ambao wanaweza wakakataa bana? Kila mtu makosa ya uhaini. Maandamanaji akipatikana anaandamana, makosa ya uhaini. Mtu akipatikana anapinga serikali, makosa ya uhaini. Hakuna jaji ambaye anaweza kukataa udikteta huu? Ndio huo sasa, wananchi wanasema kwamba andamaneni pitisha ujumbe kwamba mahakama lazima ziwe huru. Alafu wakasema kwamba kuachiwa kwa wafungwa na mateka wa kisiasa akina Tundu Lissu, kuna viongozi, kuna wananchi ambao waliweza kutekwa kipindi cha maandamano, wanataka waweze kuachiwa huru. Akina Humphrey Polepole wanataka waweze kuachiwa huru. Na nisikiliza mpenzi mtazamaji, mimi hapa nimeweza kuamua, lazima hata kama giza litanipata nje kabla sijafika kwenye studio zetu, lazima niwapashe. Bango lingine ndilo hilo hapo. Wakasema kwamba nchi nzima ya Tanzania andamaneni, nchi nzima ya Tanganyika andamaneni, hashtag mbunge haramu muliopo wilayani, kama huoni kwenye orodha wilaya yako, anzieni kwa mbunge haramu makazi yake, mkiwa na mabango ya kujiuzulu, kuapisha ama kupisha uchaguzi huru na wa haki, kisha elekeeni kwa amani almashauri kuwasilisha ujumbe wa mastigo Samia, katiba mpya, kukataa utekaji, kukataa mahakama kutumiwa vibaya, kuachiwa kwa wafungwa na mateka wa kisiasa. Kwa hivyo wametaka hivi, nchi nzima ya andamana, ikisema wabunge lazima waende nyumbani. Nchi nzima waandamano, wakisema kwamba wabunge haramu wa chama cha CCM ambao hawakupigiwa kura wajiuzulu, kisha wawasilishe maoni yao katika halmashauri wapitishe ujumbe wao kwamba Samia lazima aende ajiuzulu, wapitishe ujumbe kwamba wanataka katiba mpya, wapitishe kwamba kataa utekaji, malalamishi yao yasikizwe, kataa utekaji, wasikilizwe vizuri, wafungwa kuachiliwa na mateka wote kuachiliwa. Kwa haya yote, mpenzi mtazamaji, ambao nimeweza kukueleza hapo, ni lipi ambalo unahisi Watanzania wajaweza kujumulisha kwenye maandamano ya kesho yasiyokuwa na kikomo? Tupatane kwa kanda ijayo, nikiwa kwa studio. Mimi ni bwana Ezra, asanteni sana.